Na siku ya leo tunakwenda kuwabariki hapa Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuko na juma zima la matengenezo mbele za Mungu. Na siku ya leo tunakwenda kuomba kwa ajili yao. Nikuite hapa e, Castory Kapinga na Sala Mapunda. Karibuni hapa mbele, shangilie Bwana Yesu anavyokuja. Kama nilivyokuambia hapa, siwezi nikakubali wewe ukaishi katika dhambi, alafu mimi nakuangalia. Siku ile Mungu atanihukumu kwamba ulijua. Pandeni hapa, mlijua, ulijua kabisa, hawa watu wanaishi kinyume na mapenzi ya Mungu. Kwa nini uliwatazama tu? Sogea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo, tutasimama wote, tutakwenda kuwaombea na siku ya leo watakwenda kubarikiwa hapa ndoa yao. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na cheti cha ndoa kitatolewa, kikisha kuwa tayari mtapewa. Mtakapohitaji sasa kufanya harusi wenyewe, huko sherehe mtakwenda kufanya wenyewe, lakini hapa mnabarikiwa ili muishi katika mapenzi ya Mungu, hata unyakuo ukija uwe na uhalali wa kuingia wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe, pigeni magoti. Jana niliongea na wazazi wao wote wawili, kwa kweli wanamshukuru Mungu sana kwa hatua hii. Bwana Yesu asifiwe. Basi niombe kanisa zima tuweze kusimama Ukisoma kile kitabu cha Marko Mtakatifu sura ile ya kumi, tukianzia mstari wa kwanza, imeandikwa. Tuanzie mstari wa saba. Marko Mtakatifu sura ile ya kumi, kuanzia mstari ule wa saba, imeandikwa: kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe; na hao wawili watakuwa mwili mmoja hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Wanaunganishwa wapi? Madhabahuni. Mungu yuko mahali hapa. Ndio maana anasema mahali nitakapopachagua nilikalishe jina langu, elekezeni nyuso zenu huko. Haleluya! Kwa hiyo Mungu leo anawaunganisha kuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe! Haleluya! Basi niwaulize maswali. Sala, umempenda Kastori? Umempenda Kastori? Nimuombe mzee wa kanisa Almachus na mke wake waje hapa. Yesu anarudi, mnatakiwa mwingie mbinguni sawa? Eh, na yeyote huko ambaye anaishi bila kubarikiwa, wanaishi kama mume na mke, basi fanya taratibu za haraka ili uweze kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana hawa watakuwa mashahidi wenu na kwenye vyeti watasaini hawa. Haleluya, amina. Basi sasa tuweze kuomba. Inua mikono yako, tuombe kwa ajili yao. Bwana Yesu, asante, ninakushukuru kwa wema wako na fadhili zako. Asante kwa upendo wako mwingi uliouachilia juu ya watumishi wako hawa Kastori pamoja na Sala, ukawatoa mbali kwa ajili ya mapenzi yako ili wapate kuitimiza haki yote mbele zako, wasiwe na doa wala lawama mbele zako Yesu Kristo. Ninawaleta mbele zako, nami ninaomba utakaso kwa ajili yao. Ninaomba e Bwana uwasafishe, ninaomba uwaondolee e Bwana kila hatia na hukumu kwenye maisha yao kwa damu yako Yesu Kristo ninaomba uwaoshe kwa damu yako Yesu Kristo. Pale ambapo waliishi katika uzinzi, ninaomba toba na rehema kwa ajili yao katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba uwafutie mashtaka yote siku ya leo kwa damu ya Yesu Kristo, mashtaka yote yaliyoinuliwa mbele zako yafutike kwa damu ya Yesu Kristo. Bali Bwana, ninaomba utakaso wako upite kwa damu yako Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Nami naondoa madhara kwenye maisha yao tangu sasa na milele yote, katika jina la Yesu Kristo Baba. Kuanzia sasa, neno lako linasema alichokiunganisha Mungu mwanadamu na asikitenganishe. Kuanzia sasa ninawaunganisha kwa jina la Yesu Kristo. Kuanzia sasa, sio wawili tena, bali ni mwili mmoja. Kastori na Sala ni mwili mmoja katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninawabariki tangu sasa, wakazae watoto katika jina la Yesu Kristo, wa kiume na wa kike. E Bwana, wakakutumikia wewe katika yote katika jina la Yesu Kristo, ninawabariki. e Bwana, adui asiwe na sehemu wala lawama wala mashtaka kwenye maisha yao, kwenye ndoa yao, katika jina la Yesu Kristo. Kama ambavyo familia zao zilivyotamka baraka kwenye maisha yao, baraka hizo, e Bwana, zikawe pamoja nao siku zote za maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Nami ninawabariki kuanzia sasa wakazae na kuongezeka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Asante Bwana Yesu, sifa heshima na utukufu unastahili wewe, kwa maana wewe ni Mungu utendae yote kwa mapenzi yako. Ninaomba neema yako na uweza wako uwe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Kuanzia sasa, Kastori na Sara ni mke na mume kwa jina la Yesu Kristo, na hakuna awezaye kuwatenganisha tangu sasa na milele yote, katika jina la Yesu Kristo. Nami ninawabariki. Sante Bwana Yesu, baraka ya mume na mke ikawe pamoja nao katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, apataye mke apata kibali mbele zako, apata kibali mbele zako, apataye mke apata kitu chema naye ajipatia kibali. Baba, ninaomba kibali kile ambacho kilikosekana kwao kikawe pamoja nao tangu sasa na milele yote. Ninawabariki mashariki, ninawabariki magharibi, kaskazini na kusini, pande zote. E Bwana, baraka zako zikawe pamoja nao, nuru yako ikawe pamoja nao, katika jina la Yesu Kristo. Adui hana sehemu wala nafasi kwenye maisha yao tangu sasa, katika jina la Yesu Kristo. Ulinzi wako uizingile ndoa yao, ikawe ndoa ya furaha, amani, upendo kwa jina la Yesu Kristo, na wote tuseme amen, amen. Shangilia Yesu Kristo, imekuwa kwa jina la Yesu. Ongeleni sana mashujaa wa Bwana, ongereni sana amen, amen, amen, amen. Amen. Basi niombe sasa msimame. Amen, amen, amen. Amen. Amen. Haleluya! Basi sasa Mungu azidi kuwabariki. E, vyeti vikishakuwa tayari mtakabidhiwa vyeti vyenu vya ndoa. Bwana Yesu asifiwe, amen. Mbarikiwe sana, nendeni mkakae Shangilia, Yesu anapokwenda kukaa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Na wewe ulioko mkoani njoo, haleluya. Eh, msiishi katika uzinzi, njooni Unyakuo mtaachwa. Haleluya, amen. Basi niombe mkae. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimesema hatuna mambo mengi, tunalifuata neno la Mungu na tunasimama na neno. Bwana Yesu asifiwe, imekuwa kwa jina la Yesu Kristo. Basi ni wakati mzuri, tunakwenda kusikiliza ujumbe ambao Mungu ametupa kwa habari ya unyakuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa habari ya unyakuo na Mungu alivyokuwa waajabu, amepitisha ujumbe kwa mtu ambaye huwezi hata ukamzania ukamzalau kabisa. Haleluya, ukamwona kabisa huyu. Mungu amepitisha ujumbe kwake. Bwana Yesu asifiwe sana, kapitisha ujumbe wa unyakuo juu ya kanisa takatifu la Yesu Kristo. Nakumbuka.